Bwana, hizi ni ripoti kutoka hapa nje ya dimba la Benjamin Mkapa. Uh, Young Africans atakuwa na kibarua kizito leo dhidi ya Silver Strikers. Young Africans anatafuta kufuzu hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Mchezo wa kwanza alipoteza kwa goli moja kwa sifuri pale Malawi. Uh, mimi ni Sostenes Mdunguru nyuma ya kamera yuko Juma Koba. Tuko hapa nje ya dimba la Benjamin Mkapa tukuoneshe hali halisi, lakini pia ndani ya uwanja uone e, namna ambavyo hali inaendelea mpaka sasa hivi. Kulia kwangu yuko mwandishi nguri kabisa ma, e, Malcolm Mzumbe. Tunataka tuzungumze naye e, tusikie maoni yake, yeye anazungumza nini kuelekea kwenye mchezo huo wa jioni ya leo. Bwana Malcolm, kwa vizuri niko vizuri kaka. mambo yanasemaje? Bomba bwana. Wewe ulipata bahati ya kwenda Malawi ambako Young Africans mchezo wa kwanza alipoteza, eh, kwa magoli kwa goli moja kwa sifuri na leo uko hapa kushuhudia mchezo wa pili. Shauku kubwa ya Young Africans ni kuona anapindua meza, Malko, kwa namna ambavyo uliona Malawi hamasa, na leo namna ambavyo wananchi wameitika, unaona hili linawezekana? Uwezekana, inawezekana kwa sababu eh, ya ukubwa wa timu kama Young Africans, lakini pia malengo Uh, lakini pia na uwezo kwa maana ya tuna, tuka, tunaangalia katika ngazi zote. Yanga wako vizuri kiuchumi, wana wachezaji wazuri, lakini pia malengo yao yalikuwa ni kufika katika ile hatua ya makundi. Unajua kwa timu kama Silva wao, uh, wana wasipopita sawa, wakipita sawa kwa sababu ndio wanaanza, lakini stori kubwa nitatokea kama Silva atamtoa Young Africans kwa <tiple> hiyo unaona, ni timu mbili zenye malengo tofauti, yaani tunaweza tukasema ni Brighton zidi ya Real Madrid. Yes, yes, yes. Wanataka kwenda katika hatua ya makundi, kwa hiyo uh, Young Africans wanaweza kufanya hivyo, lakini wanahitaji kutumia eh, akili kubwa sana kuweza kuwatoa watu. Kwa sababu gani nasema hivyo? Unaenda kucheza na timu ambayo yee, eh, bora, yani bora liende, ana cha e, kupoteza kwake lakini ukiangalia ng Africans yeye anacho kupoteza, wako nyumbani. Ng Africans katika michezo yenye pressure kama hii, wana rekodi mbaya pia. Lakini naamini washa kufanya hivyo dhidi ya lsdadi, washa kufanya hivyo wakaibuka na magoli manne hapa uh, washacheza mechi nyingi zenye pressure wakapata matokeo mazuri uh, wamecheza na mechi, wana, wana mechi nyingi kubwa kama za mtani dhidi ya Simba wanafanya vizuri, kwa hiyo bado naamini wanaweza wakafanya vizuri, lakini wanatakiwa kuicheza hii mechi kwa akili kubwa sana. Hii mechi inatakiwa kuamriwa kipindi cha kwanza tu. Kama Young Africans kipindi cha kwanza atatoka ni bila bila, basi naiona pressure kubwa kama ambavyo ilikuwa mara baada ya baada ya kutanguliwa kwa bao moja kwa bila. pia uh, pia Young Africans pia wana changamoto kidogo ya uwezo binafsi wa mchezaji mmoja mmoja kwa sasa hivi, wale wa kuamua ile kupush, uh, tofauti na Young Africans ya msimu uliopita Aziza, na pushi Pakome na pushi, Maxa na pushi, watu n mziza na pushi push, push. Lakini sasa hivi wale kupushi imebakiwa kwa mchezaji mmoja Pakome zuza nono kidogo anajaribu kupushi. Wachezaji wapya bado kwenye kupushi, wakina Dumbi amekuwa ni changamoto. Lakini tunataka sasa kuona kuanzia leo mechi ambayo Yanga Afrika wanaitaka wachezaji wanaitaka mashabiki wanaitaka, yani <tum> tunatamani kuona hii Yanga, tunatamani kuona ile Yanga iliyopita yu, yu, kupitia mechi hii ya leo, baada baada ya kuto kuiona kwa muda mrefu zaidi. Ukiangalia mechi ya msimu huu Yanga ambao msimu wamepusha na kabisa, wanamiliki mpira wanamkamia mtu hatuioni. Tunatamani kuona kwanza leo na maana baada ya kocha kuondoka, pengine kocha alikuwa anawarostisha, lakini tuone sasa hivi kwanza kocha yupo, tuone kama kuna vitu vipi. Kabla sijazungumza na Isaiah Rede, hili la mwisho kwa upande wako, Silver Strikers wanaingia kwa wameingia, wanacheza kwa kujiamini sana, wanaimba na mmoja amethubutu kufanya mahojiano na vyombo vya habari akisema Young Africans ni wepesi. Silver Strikers wanazungumza hivyo, wana timu kweli? Wao umewaona pale Malawi wakiwa nyumbani, kiuhalisia wana timu kweli au ni ile hamasa kuwatia pressure Young Africans? Wana timu lakini sio tishio kiasi hicho, kwa sababu mi naamini Silva hata angepangiwa Singida asingeweza ange, kutoboa. Mimi naamini hivyo, Silva wana timu nzuri, lakini ya daraja la kati, tofauti na Young Africans. Ukiangalia hata katika mchezo wa kwanza Young Africans walipoteza nafasi nyingi sana, pengine wangezitumia mechi singekuwa vile. Wana mind game pia, wanaicheza ya kuwatia pressure ya wachezaji wa, wa Young Africans Uh, kama vile wanacheza wanatoa airport wanacheza muziki mara sio wanaongea, kama Yanga wanawapanikisha Yanga Africans. Lakini mimi naamini Yanga Africans hawezi kupanika, kwa sababu wanaweza kukutana na timu nyingi sana ambazo zinacheza mind game. Wamecheza sasa na Mamelodi, wamecheza na Ali, wamecheza na Berozdad, wamecheza na MC Aji, wamecheza na US Malgas. Kwa hiyo Yanga Africans wanajua kucheza hizo mechi. Kwa hiyo kusema kwamba Silver Strikers ni timu ya kutisha, hapana, ni timu ya kawaida ambayo imepata matokeo zidi ya Yanga Africans, naamini Yanga wakitulia watapata nafasi, kama kwa walitengeneza nafasi zaidi ya tisa na washindwa ya kuzitumia, hapa ndio walitengeneza nafasi na wakazitumia sawa. Uh, Isaya Dede chumvi ya mawe, naam naam naam, uko vizuri? Niko fresh kabisa bwana, kwa upande wa Yanga Africans leo uh, kabla hatujaanza kuzungumza kiufundi, unadhani nani anaenda kuiamua mechi hii? Nani anakwenda kuwabeba yang ya eh, Yanga Africans mgongoni? Mimi nafikiri mchezaji eh, ambaye anaweza kuibeba Yanga kwenda katika hatua ya makundi ni wachezaji kwa maana wote teamwork ndio itaamua, kwa sababu tunaona hata katika hiyo michezo ambayo e, Yanga labda wamefanya vibaya tuseme, labda na Mbeya, labda ukiganganisha hiyo na, na Silver Striker, unaweza kuona individual player baadhi ndio walikuwa wanaonyesha ule ubora wao. Kwa hiyo ishaonekana ule ubora wa mtu mmoja mmoja unashindwa kuwafikisha au kufanya vizuri. Nafikiri leo kitu kikubwa mwalimu, ambacho anaweza ni mfumo, timu yote kuanzia nyuma. Manake unaweza kuzungumzia fulani ataiamua mechi, lakini mabeki ukakuta wakaruhusu mabao. Maanake lazima mabeki waanze kwanza kuzuia, kwa maana wasiruhusu tena bao lingine viungo wafanya kazi yao vizuri, kuunganisha timu maanake, wale waukabaji kuanzia nyuma kwenda mbele na mastrika nao wanapata nafasi, labda inatengenezwa chance labda saba nane, unakuta wameshindwa kuzitumia. Maana yake teamwork ndio kitu ambacho kitawapeleka hapo. Simwoni mchezaji mmoja mmoja akienda kuiamua, naona kila mchezaji ambavyo akikasirika, eh, akiwa anajitolea kwa asilimia mia moja. Eh, Young Africans anashinda hii mechi nane ya dakika 25 anapata magoli, kwa sababu Silver Strikers nimewatizama Lilongwe pale Bingu Stadium Malawi, ni timu ambayo ya uwezo wa kawaida. Tukiwa fair kabisa, ni timu ambayo ina uwezo wa kawaida kwa sababu ukiangalia profile eh, lakini quality ya wachezaji ambavyo wamesajiliwa eh, Young Africans hawa wapya, unaona ni wamewaacha wame mbali kidogo. Kwa hiyo mimi nafikiri eh, Young Africans wakiwa na teamwork leo wakafata maelekezo ya mwalimu kocha watafanya vizuri katika mchezo wa leo. Wapi?